Three. Account number ni 7676580, 7676580. Toa chochote ambacho konacho naye Mungu aliye juu mbinguni atakubarikia. Hivyo niwa ndo tunavyoingia katika uh, neno letu la usiku wa leo. Lakini kabla hiyo wache tupate kitambulisho na mpenzi msikilizaji, ni masaa ya neno la usiku huu wa leo ni masaa ya neno la usiku huu wa leo. Aa, na siku hii ya leo aa, mpenzi msikilizaji siku hii ya leo aa, tutazungumzia mada nzuri mada nzuri, na kabla tujazungumzia mada hiyo chukua kitabu yako, chukua Biblia yako chukua kalamu yako ili tuweze kusoma pamoja. Usiwe mtu ambaye tu unapenda kusikiliza. Jamani, hata pale kanisani unapoenda, kuna watu ambao inasikitisha sana, kuna watu ambao wanasikitisha sana. Mtu anakuja kanisani, amekuja tu jinsi ambavyo alivyo, yaani mkono mtupu, hana kitabu, hana kalamu, yeye yuko na simu yake. Ndiposa uh, uh, nakwambia hivi mpenzi msikilizaji kuwa mtu ambaye una, uko na kitabu na nini na kalamu, ndipo hata mnenaji anaposema neno unanakili pale chini. Maana akili zetu akili zetu zimekuwa na mambo mengi, akili zetu zimekuwa na mambo mengi, na wakati ambapo akili zetu zimekuwa na mambo mengi eh? <coughs> akili zetu zinapokuwa na mambo mengi, unakuwa na vitu vingi kwenye kichwa chako. <laughs> mhubiri anafundisha hata anta kushtua hautaweza kukumbuka hata ile vasa ambayo aliweza kuanza nayo. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na kalamu na kitabu, una nakili mahali, kuwa mtu ambaye unanakili mahali, mahali itakusaidia. Kabla tujaanza neno letu la usiku huu wa leo, basi wacha tuombe kwa ajili ya neno la usiku huu wa leo, tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu aliye juu mbinguni, Baba, tunakuja mbele zako usiku huu wa leo tunapoenda kusoma neno lako, tunaomba roho yako Mtakatifu atuongoze kwa njia ya kipekee, na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen, amen, amen. Mpenzi msikilizaji, uh, siku hii ya leo <coughs> samahani. Hey, siku hii ya leo tunaenda kuangalelea kuhusu, uh, mada yetu inasema hivi for sinners only, for sinners only, yaani neema ya Mungu ni ya kwa wenye dhambi, for sinners only. Neema hii ya Mungu ni akina nani? Ya, ya wenye dhambi. Na kitabu ambacho kinatuongoza ni Luka 19 mstari wa kumi. Luka 19 mstari wa kumi inasema hivi Luka 19 mstari wa kumi. Aha, Luka 19 mstari wa kumi.